Yes, eba na mambo vipi? I hope uko poa kabisa. Leo imekuwa ni siku nzuri sana, nimepata wageni wangu hapa leo ndani ya Xuper Media. Leo tumepata wasaa kutembelewa na wageni wetu hapa studio, na wataweza kujitambulisha kwa majina yao lakini kile ambacho pia eh, wanakifanya. Kwa hiyo baki na sisi. Bana karibuni sana jamani. Asante yes, sana. Brother karibu sana. Nashukuru. Yes, madam karibu sana. Basi ningeza na wanakaka ujitambulisha kwa majina lakini na, na kile ambacho eh, unakifanya. Uh, nashukuru ndugu mtangazaji yes. Uh, mimi naitwa Goodluck Justin Goodluck Kahimba yeah. Uh, nafahamika kama engineer of pictures, najihusisha uh, na upigaji wa picha zinazohusu fashion okay. Ndio uh, ndio asante, nashukuru sana uh, Mr. Goodluck, kwa hiyo wewe ni mwanafunzi au ni mpiga picha unayejitegemea? Ongeleka clear kidogo au upande wa taaluma yako, tujue mtu anaposikia Gula Laki apate ile picha kwamba Gula Laki ni mtu namna gani, lakini pia anajihusisha na kitu gani? Mimi naweza nikasema kwamba mimi ni mwanafunzi mwanafunzi yeah, wa chuo cha sanaa TASUBA. mm. mm. pia ni mpiga picha binafsi ninayejitegemea hapa yeah. chuoni. Okay, safi sana brother, nitakurudia mm, lakini ndugu mtazamaji, kama ulivyosikia utambulisho wake e, eh, lakini pia leo tumefanikiwa kutembelewa na mwanadada, lakini naye eh, pia atajitambulisha kwa majina yake, alafu nitamrudia kaka yetu aweze kutuelezea vizuri e, eh, kwa habari TASUBA. Watuwezi, atasuba tumpu, huu, komba, Madem, tulikuwacha. ya TASUBA, watu wajue TASUBA ni nini. Kuna watu ambao wanajiuliza kwenye akili zao kwa muda huu kwamba TASUBA ni kitu gani. Madam, tulikuacha ya tulikuacha kidogo. Ok, ujaa mnyonge kidogo ujanyongea kidogo. Ok, sawa sawa, basi kwa faida ya msikilizaji na mtazamaji pia unaweza kujitambulisha pia kwa majina yako, lakini kile ambacho unakifanya . Madam, karibu sana yeah. Mimi kwa majina yangu ni Miriam Emmanuel Jama. Okay. ni mwanafunzi wa hapa TASUBA okay, chuo cha sanaa okay, na utamaduni nafahamika kama Director Miriam. Director Miriam. Wow, that's good. Unajisikiaje leo kuwepo hapa Xuper Media, Madam Miriam, director Miriam? kwangu mimi binafsi ni furaha Okay, sawa. So nitakurudia, kuna vitu vingi sana vya kuzungumza kama director eh, wa kike kwenye industry. Umewezaje? Maana wengi wanaogopa, wanasema ni kazi za kiume, lakini nitakurudia alafu utaniambia kwamba unawezaje na changamoto ambazo unakabiliana nazo, yeah. Okay, sawa. So brother, labda nirudi kwako kwa mara nyingine tena eh, unaweza kutuambia eh, kwa wewe pale Tasuba unafikiri kwa nini Tasuba na sio mahali pengine ulipochogwa kupata elimu ambayo unaipata kwa sasa na unajifunza una, una, una, una kozi gani? ulieleza mwanzo uh, ndio yeah. Uh, mimi niko Tasuba nasoma kozi ya Film and Television Production, masuala ya media ndio ndio, okay. Ya eh. Okay. Kazi yeah, yeah, yangu naiona inaenda vizuri kabisa. Kazi yangu pia imenisaidia kujuana na watu mbalimbali ambao sikutarajia kabisa kama nitakutana nao. Oh. Yeah. ni hivyo tu. Okay. Kwa nini Tasuba kaka, na haukuchagua eneo lingine kwenda kuipata elimu yako ya masuala ya media? Kwa sababu kuna vyuo vingi ambavyo vinafundisha masuala ya media. Kwa nini Tasuba? Yeah. <laughs> Nimechagua Tasuba kwa sababu nilianza kufanya uchunguzi kabla ya kufika Tasuba. Okay. Yeah, niliona kabisa Tasuba ndio sehemu sahihi ambayo naweza nikapata elimu bora, kwa sababu ukiachana okay, na vyo vingine vyote Tasuba ndio tu ambacho inafundisha kozi ya film and television production kwa vitendo kuliko vyuo vingine vyovyote hapa Tanzania. Hmm. Eh, ni hivyo tu. Okay. Kwa hiyo kutokana na kwamba wanafanya more practical ndo kikakuvutia zaidi kuwa mwanafunzi wa pale Tasuba na. okay. Okay, mpaka okay. Sugani Tasuba pale, uh, saizi nina mwaka mmoja na nusu. Na mwaka mmoja na nusu. Sasa wewe ni kitu gani kiliku, kiliku, kiliku, kiliku inspire kuwa mdau wa upande wa media? Eh, nataka ni natamani nijue na ule mtu ambaye anatufuatilia muda huu kwenye kwenye kwenye YouTube channel yetu, lakini pia kwenye social media zetu, anatamani kujua kwamba ni kitu gani kilimvutia ukaka, eh, kilimuinspire kutamani eh, kujiunga kwa TASUBA lakini kuwa mdau eh, wa, wa, wa, wa, wa media. Hmm. Nani anakuinspire sana, inspiration yako kubwa unaipata wapi? Yeah. Okay. Uh, ah, inspiration niipata kwa mama yangu. Mama. Eh, ni mtaalamu wa masuala ya media kidogo. Ndio. Okay. Eh, mamangu alikuwa ni mpiga picha. Wow mzee! Eh, alikuwa ni mpiga picha katika umri mdogo, aliniinspire sana. Nilikuwa na nazuiwa naye, tunaenda zetu location hivyo, kwao mimi nilianza kupiga picha nikiwa mdogo sana, nilikuwa na miaka kama saba hivi. Wow. Eh, mamangu ndio mtu alio inspire kwa mpiga picha mimi. Mm, ase nimeipenda hiyo. Mwanadamu umepata mwenzako. Kumbe kuna ambao kuna ambao alikwisha kutangulia kabla yako ambao wapo kwenye field hii hii, kwa hiyo ongera sana, kumbe wapo wengine. So brother, eh, unajiona wapi kwa miaka kadhaa inayokuja mbele baada ya kuhitimu pale TASUBA? Uh, nashukuru Mungu, nadhani nitakuwa mbali kwa miaka ijayo, tuombe tu Mungu <laughs> udaona mahali labda unafanya kazi pale kwa Mondi unafanya ma setup yale, labda uh, production kubwa, labda ndoto yako kubwa, unajiona wapi, unatamani kuwa wapi labda? okay. Natamani kufikia sehemu nzuri ila siwezi kusema wapi mpaka mm. Sasa naona napiga hatua, kuna kuna progress unaziona kwamba okay, kuna sehemu ninaelekea. Ndio, ndio. Na labda cha zaidi, ukipewa nafasi ya kuelezea Tasuba kwa mtu ambaye jui kabisa, unaweza kuelezea kwa maneno gani mawili, wakati tunakwenda kumalizia? <laughs> Useme si semaje, ila naweza nikasema kwamba Tasuba Tasuba ni sanaa, mm, naweza nikasema tu hivyo, yeah. Yeah. Kama maneno mawili yeah, of course nikikupa nafasi ya kuendelea kidogo naweza nikasema pia... Tasuba... mm. pia Tasuba hata nilekaje mm Tas... Tasuba ni sehemu ni kabisa ya Tasuba ni nyumba ya sanaa naweza nikasema hivyo okay. yeah. Kosana, nzima niata, Lakini, brother, kwa nzima imejaa Tasuba kabisa lakini brother, unasema kwenye kila mafanikio kuna changamoto mbili tatu zinakuepo nyuma ya kile kitu ambacho unakifanya. Ndio, ndio, uwezi ukaniambia kutokana na mapenzi makubwa ambayo unayo labda haukuwahi kukutana na changamoto yote, na sasa nikitoa, una changamoto mbili tatu ambazo zimekukuta kwenye kwenye field yako au kwenye eh, taaluma yako ambayo unaifanya masuala ya media, unaweza kutambia labda changamoto mbili tatu? Yeah. Ah, changamoto zipo nyingi eh, mfano wa changamoto unaweza kufanya kazi unakuta mtu wa akutarajia kama utafanya kazi kama kama ulivyofanya e, kwa sababu kila mtu ana mindset yake kila mtu ana jicho lake katika sanaa mm. E, ni hivyo tu. Kwayo, kwa hiyo kuachana na mama yako ambao amekuinspire kwa kitambo kirefu sana ukiwa tangu ukiwa mdogo yeah. Labda kwa hapa Tanzania ni mtu gani ambaye anakuinspire kwenye game kwenye masuala ya media nikumaanisha filamu lakini e, eh, na tasnia nzima hii ya media? Uh, mtu anayeni inspire kwenye masuala ya media kwa sasa mm. Naweza nikasema ni Foley okay, director Foley. Ndio ndio. Okay, oh, that's good, safi sana kaka. Na mimi nitafika mbali sana bro. Okay, sawa so, mwana wetu tulikuacha kwa kitambo kidogo <laughs> yeah. okay hauja, hauja board mm, tabasamu lako linaonyesha kama bado uko pamoja na sisi right? Sawa sawa. Kama mtoto wa kike kuna kitu ambacho kilini surprise kwa sababu mwenyewe nimezoea kwenye field tunakutana na kina kaka wengi sana, kama wamelitawala game kwa sasa wanasema vijana. We kama uh, mtoto wa kike ulithubutuje? mm -hmm. ukatamani au uh, ukapata hii ndoto ya kuwa director? Yes, asante sana kwa swali lako zuri uh. Uh, kwa mimi binafsi yeah. nilithubutu kwa sababu ya sifa ambazo nilikuwa nazisikia kwenye television za hicho chuo hmm. okay. hapa Tasuba yeah kwao, nilipothubutu mimi kusogea nione ni kitu gani kijifunza Hmm. Au na nilicho nacho na kuna vingine najua nitaendelea kuvipata. na uliniambia, kuna sifa ulizosikia nzuri ambazo zilikuvutia kutamani kuja hapa Tasuba, na hizo sifa baada ya kufika ulizikuta? Yeah. Wow. Hmm. Yeah, of course, ufundishaji wa hapa yeah, the way yaani, ufundishaji wa hapa walimu wanafundisha wanafunzi wanapoperform yeah Okay, mategemeo yako yote ambayo alikuvutia ulivyokuja uliyakuta ndani ya Tasuba. Yeah. Okay, sawa sawa. So, so, lakini kwa mwanamke kufanya hichi ambacho nakifanya, mtu wa media, najua kuna changamoto kadha wa kadha utakuwa nazo. Wanasema kwenye vitu vizuri pia kuna changamoto. Nataka nitamani nijue wewe kama kwenye, kwenye hii tasnia nzima wewe unakutana na changamoto gani ambazo ni kwazo kidogo kwako.